Jambo, wakazi wa Mombasa. Jina langu ni Rabin, mimi ni mtumishi wa Yesu Kristo, na ningependa kuwahubiria neno lake kutoka kwa kitabu cha Isaya mlango ni wa 57 a mstari ni ishirini na moja. Hakuna amani, asema Mungu wangu kwa waovu. Hakuna amani, asema Mungu wangu, kwa waovu. Umsikize huyu Mungu wangu anasema kwamba hakuna amani ametan, amesema, amehakikisha, ametangaza hakuna amani kwa waovu. Je, ujumbe wa Injili unakukutia leo? Umesikia ujumbe wa Injili mahali umesikia ujumbe wa Injili kwa umbali, lakini usikize sasa hivi unasema nini? Unasema hakuna amani kwa waovu. Je, unatafuta amani? Je, umegundua kwamba hauna amani moyoni? Je, unatafuta amani moyoni mwako? Je, unatafuta amani katika familia yako? Je, unatafuta amani katika jamii yako? Je, unatafuta amani katika dunia Unatafuta utulivu? Umegundua kwamba moyo wako hauna utulivu, una fikra, una wasiwasi, hauwezi tulia, hauna amani. Unatafuta njia tofauti kutafuta hiyo amani. Umesema ni pesa ndiyo imekosa, umesema ni wala ile, umesema sijui ni nani. Waoni huyo ananipangia maovu, waoni huyo ananifutafuta, waoni hawa wananisengenya, ni hawa wananipangia mabaya hauna utulivu, unaanza kutumia madawa ya kulevya, hata ili upate amani hata tu kidogo. Unatafuta amani, unatafuta utulivu, unatafuta utulivu wa roho, unatafuta utulivu wa moyo, unatafuta amani kakaangu, na kuuliza tena. Msikilize yawe, musikilize, Bwana wa mabwana anasema, Bwana wangu amesema, hakuna amani kwa waovu. Nakwambia, hakuna daktari anaweza kukusaidia kama hajapata ugonjwa ni gani. Hakuna daktari anaweza kukusaidia kama hana diagnosis ambayo iko sawa. Wewe umetafuta diagnosis ya kukosa utulivu, umetafuta umesema, oh, ni oh, ni pesa oh, sijakuwa mashuhuri. Oh, ni wanapolitiki, ni, ni, ni wanasayansi. Oh, ni, wana oh, ni magonjwa. Oh, ni dawa chini za Yawe Yawe anasema ni uo ni uovu. Uovu ndo nakufanya unakosa amani. Uovu ndo imefanya ijamii ikose amani. Uovu ndo inafanya Kenya haina amani. Uovu ndo inafanya dunia haina amani. Hakuna amani asema yawe kwa waovu. Unatafuta amani dhabiti inayosimama katika ulimwengu, ambayo haitikisiki na siku baada ya siku, ambayo haitikisiki na korona inapokuja, haitikisiki na vita vinavyoanza haitikisiki na magonjwa, haitikisiki na matukio ya siku baada ya siku, haitikisiki na kaka yako kukufa, haitikisiki na baba yako kufa. Unatafuta amani dhabiti, amani ambayo ni kama mwamba imara. Kakangu, nafikiri hiyo amani utaipata katika pesa? Kakangu, nafikiri hiyo amani utaipata wakati political party yako itaingia kwenye paa? Unafikiri itapatikana wapi, takaangu? Amani ya hiyo aina, amani ambayo inacheka shida, inacheka mashida zote duniani, inacheka matukio yanapofanyika, inacheka, inasema nina imara, amani imara, nina amani dhabiti

nini mwovu hana amani? Amani yake iko katika mambo yasiyo dhabiti, mambo yanayotikisika. Amani yake iko katika dini yake, amani yake iko katika marafiki zake, amani yake iko katika walimu wake, amani yake iko katika mashehe wake, amani yake iko katika kazi yake amani yake iko katika dini yake. Amani yake iko katika hela, katika familia, katika politiki, katika hiyo political party yake, katika hii, katika ile. Kwa maana <coughs> muongo <coughs> ana amani ndani ndani moyoni, anajua hayo mambo a kama imeweka katika hela ana, anagundua hata kama ako na shilingi milioni sasa, anataka milioni kumi. Akipata milioni kumi, sasa milioni, milioni, y -y -y anataka milioni milioni elfu moja, anataka bilioni, anataka bilioni mia. Haitoshi, haitoshi. Anamwogopa rafiki yake mwenye ana pesa kama yeye, anasema huyu akunipangia atanimaliza. Oh, lazima nitafute sasa marafiki. Lazima sasa nitafute oi. Anatambua amani yake si dhabiti. Angalie namfanyawe nini. Ikia nasema kwamba kupenda pesa, kupenda fedha ndio chanzo, ndio shina ndio mzizi ya maovu ya kila aina. Imemfanya nii amekuwa gaidi, amekuwa kisati, ame amekuwa muuaji. Mdomo ame wake umejaa uongo, mikono yake imejaa damu. Anakimbia kuua kwa sababu ni ametumaini jambo ambalo si imani dhabiti, aliletea amani dhabiti. Tazama <tipi> Mtazame vile ambavyo hana amani. Mtazame anavyokasirika. Mtazame unavyomwashiria uovu wake, anavyotaka kukumaliza, kwa sababu ameamua hiyo ndio njia yake. Mtazame yule mwovu, mtazame ambavyo ana wasiwasi, mtazame anavyofadhaika kukutoa katika hiyo hali nimetumwa. Kukutoa katika hiyo hali nimetumwa na Mungu mwenyezi aliye juu, kukutoa katika hiyo hali, na nuru yake naiangaza juu yako leo. Na nuru yake, nakuambia ni moja, ni mtu anaitwa Yesu Kiristu, na kuangazia nuru leo inaitwa Yesu, Yesu, Yesu, Yesu

anapatanisha watu na Bwana, anapatanisha waovu na Bwana. Adhabu iliyotuletea amani ilikuwa juu yake. Bwana ameweka maovu yetu yote, kupotoka kwetu kwote juu ya mwana wake, na nakutangazia jina lake leo. Anaitwa Yesu. Muamu nisikie. Yesu akuita leo. Aliyefadhaika, nisikie. Jina la Yesu! Aliye na wasiwasi, nisikie. Yesu njoo, njoo ujionee Mungu amekukubali kabisa kabisa.

Ni uovu wetu umemweka pale msalabani yes. Ni kukosa amani kwetu umemfanya afadhaike. Yule ambaye ni msafi anafadhaika, yule ambaye hana chochote, ana uovu wowote, anateteka. Kwa sababu gani? Kwa sababu yako uovu, wewe, ili wewe usiteteke, amebeba, Amen, dhambi zako, Yesu.

amefanya yote, angelia, kubaliwa saa hii. Usikubali nimalize hapa nitoke hapa kama bado unaenda motoni. Kubali saa hii, kubali saa hii, angelia saa hii, jina <coughs> lake naomba nkia